Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala hairil halkihi nabiina sayidina Muhammad, ndugu amiri wa jumuiya, ndugu viongozi wa jumuiya, walimu wakuu, walimu, pamoja na viongozi wetu wa chama, mwenyeji wetu mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa wa chake chake kichama ndugu naibu katibu mkuu ndugu mjumbe wa bodi wa zamini, ya wadhamini ya chama chetu nyote kwa pamoja kina mama kina baba assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu kwanza ni ungane na nyinyi kwenye kumshukuru mwenyezi mungu alhamdulilahi akatuwafikisha tukakutana hapa hii leo tulikuwa na hamu ya kikao hichi, ukitafuta sisi lakini ilikuwa kwa jumuiya ya maimamu hapa Pemba. Eh, bahati mbaya lakini niseme bahati nzuri, Mwenyezi Mungu akasema tunawapeleka kwenye msingi hasa kwa yote haya, nayo ni kwa walimu wa madrasa. Tena na bahati, badala ya kutafuta sisi mkatutafuta nyinyi wenyewe kwa hakika hii ni baraka kubwa, na bila shaka Mwenyezi Mungu ni katika tuombe, ni katika mipango yake ya kutaka kutufanikishia, kutuondolea lile tatizo ambalo ni letu la muda mrefu. La pili, mimi ni washukuru wa dhati kabisa, washukuru viongozi mlowaza jambo hili, lakini niwashukuru na nyinyi nyote kwa mahudhurio yenu. Najua leo Jumapili ni siku ya machumi, hayo hayo machumi yetu, lakini ni, ni ni siku muhimu kwa machumi yetu, na najua mmestahimili kidogo eh, mpaka tube, tumefika tukapata kuonani. Nawashukuru sana, lakini nawashukuru zaidi kwa mliotangulia kuyaeleza na mkayaeleza. Najua yapo mengi, lakini muda hauruhusu huyasema yote, lakini ninaamini kwamba yaliyozungumzwa yanawasilisha kwa, ya kwa kiasi kikubwa yanawakilisha kwa sehemu kubwa yale ambayo tuna tunakabiliana tuna, tuna nayo. Mimi nikiri na mimi kwamba, na hili niwashukuru tena kwamba kweli, na mie mwenyewe leo nimekuja madrasa nikiri mbele yenu kwamba mengine niliyoyasikia hapa kwa kweli yamenifunua kichwa sana. Mimi nilikuwa nilipokuwa nayaangalia na niliyoyapata hapa yamenipa upeo mkubwa zaidi swala wa kuliangalia suala hili. Mi nashukuru kwa hayo ambayo mmeyaeleza, na insha Allah kama kuna ya ziada, bado hakuna palipofungwa tunaweza tukayapata, tukapata muda tukazungumza zaidi, mkatuandikia. Mimi naweza pia mkatuandikia yale ya ziada ambayo mnaona hamjafikisha na mna haja kwamba yafike yafike kwetu. Nimesikia kwenye, kwenye, eh, kwenye, kwenye risala hapa na tumeyachukua yale, na haya mengine ambayo yamezungumzwa kwa ujumla, niseme kwanza nikiri kwamba pengine niwaambie na nyinyi kwamba mimi nimepata faraja kwa sababu na mimi natoka kwenye mifupa ya madrasa. Sisi tokea babu yetu mzee Sharifu, jina lake ni maalimu Sharifu, akaja babu yetu ambaye, yani babu, babu wa baba yetu, alikuwa mwalimu wa madrasa kwa muda mrefu, lakini baba yake mzee Athman bin Sharifu alikuwa mwalimu tena maarufu, na ndio alioupa umaarufu mji wetu, ukavuta watu wengine mbalimbali, akiwemo mzee alienilea mimi. Alitoka kwao huko Kilimanjaro, akaja kuja kutafuta elimu ya dini wetu e. mtoto wake yeye mwenyewe akaselehekea, lakini mtoto wake ndio alikuja kunilea mimi kwa sababu ali eh, hakupata mtoto, ilibidi tu, na kwa sababu tena pale kwetu alichukuliwa kama ni sehemu ya familia, kwa hivyo akapewa ndugu zake, ndio akawanalea. Na mmoja katika aliowalea wa mwisho nilikuwa ni mimi, mpaka alipofariki ndio nikarudi.